Soka ni weze kukukaribisha tena katika channel yako pendwa kabisa ya Simba Sports Club Champions. Kama ni mara ya kwanza kutembelea channel hii, basi naamini haujapitwa na, na matukio mbalimbali, kwa sababu huu ndo muda wako sahihi kabisa, shabiki pendwa na mwanachama wa Simba Sports Club, kuhakikisha unabonyeza neno subscribe, una like, una share, una comment katika eneo la comment ili uzidi kuwa mwanafamilia na ili uweze kuipa chaneli yako upendwa sapoti ya Simba Sports Club Champions. Huu ni msimu bora sana kwa Simba baada ya kuanza mfumo mpya kwa kuacha kutumia makocha na bari kuwa na meneja ambaye atakuja kuimeneji klabu, lakini pia atafanya kila kitu ambacho kitaihusisha klabu pamoja na kuifanya klabu ya Simba iwe sehemu ya team tishio barani Afrika. Bwana Simba Sports Club wamemsajili au baada ya kumleta kocha mpya Pantev, hivi sasa ni rasmi. Kocha huyu alishatua kapini na kuweza kutazama mazoezi ya wachezaji wake siku moja kama sio mbili zilizopita. Basi ni rasmi kocha huyu anakwenda kukitambulisha kikosi chake, kama unavyokitazama katika benchi au katika e, picha hii. Bwana Simba Sports Club chini ya kocha Pantev. Tunaanza na kumtambulisha goalkeeper kama Pinpin Kamara ambaye amedhibitishwa na kiwango chake kwenye viwanja vya mazoezi namba 2 Shomari Kapombe namba tatu Antony Mligo namba nne Chamoko Karabua namba tano Roshan Dilok namba sita Yusuf Ali Kagoma namba 8 ni Alasane Kante lakini pia namba tisa ni mwamba Jonathan Soa namba kumi ni bwana mdogo Morris Abraham namba 11 ni Elie Mpanzo Kibisawara, namba saba ni bwana mdogo eh, Jeshu Wabudo Mutare, bwana Simba Sports Club. Hicho ndio kikosi bora huwahi kutokea kwa sababu mwalimu huyu Pantevo hajachukua muda kukitambulisha au kukipata kikosi chake baada ya kutazama mchezo uliopita wa ligi kuu wa Simba Sports Club dhidi ya Namungo. Basi moja kwa moja kocha huyo amechukua kikosi hiki na kuwaweka benchi wachezaji kama kibu Dennis, kibu Prosper lakini pia jan Chaza yahua pamoja na kina abdulalas Hazaki hamza na wachezaji wengine wao, bwana, lakini kwenye baada ya hii FIFA break na kwenda kusema ya kwamba nimezipata tetesi kutoka ndani ya uongozi wa Simba kwamba kutakuwa kuna mchezo wa kirafiki hapo kesho. Simba Sports Club watacheza dhidi ya klabu ya Al Hilal Omdurman ya huko nchini Sudani, na kocha huyu amesema moja kwa moja atakwenda ukitumia kikosi hicho kwenye mchezo wake wa kirafiki, ili aweze kujiridhisha kabla ya kwenda mchezo unaofuata wa ligi kuu ya mabingwa barani Afrika dhidi ya klabu moja kutoka huko nchini Eswatini. Bwana, hii ni Simba Sports Club Champions. Kama ni mara yako ya kwanza kutembelea chaneli hii, basi naamini haujapitwa bado na matukio mbalimbali. Huu ndio muda wako sahihi kabisa wa kubonyeza neno subscribe, kulike, kushare pamoja na kukomenti kwenye eneo la komenti, ili uwe mwanafamilia na nitaweza kujibu moja kwa moja na kutoka ndani kabisa ya uongozi wa klabu ya soka ya yes, Simba. Asante kwa kutazama video hii mpaka wakati mwingine bye bye.